Tukielea mbele kwamba mgomo wa wahadhiri ukiingia siku ya tisa hii leo, wahadhiri pamoja na wafanyakazi wa vyuo vikuu bado imeingia siku ya tatu, bado wanashikilia kuwa hawatarejea kazini hadi pale serikali itakapowalipa shilingi bilioni 7.9. Wahadhiri wafanyakazi hao wamemkashifu waziri wa elimu Migos Ogamba kwa kutoa vitisho bila suluhu. Njoroge na taarifa zaidi. Kwa wiki ya pili sasa, hali si hali katika vyuo vikuu vya umma nchini wanafunzi wasijue hatima yao baada ya wahadhiri kuasi darasa na kuelekea barabarani kudai haki yao. Leo maandamano jijini Nairobi yakianzia chuo kikuu cha Nairobi, wahadhiri waliandamana kuelekea moja kwa moja hadi bunge la kitaifa, nia yao ikiwa kufikishia wabunge ujumbe. We have

was telling us to go back to work. No. I want to tell him we shall not go back to work come what may. Yes. Yes. You must pay us 7.9 billion. Wahadhiri wamemkashifu Waziri Ogamba kwa kile wanadai ni kutoa vitisho akitumia amri ya mahakama na kusema ni yeye aliye na hatia ya kukiuka uamuzi wa awali. Don't threaten us. Yeah. Baada ya kufikisha malalamishi Bunge la Kitaifa, wahadhiri walielekea hadi hazina kuu ya kitaifa kutoa malalamishi wakitaka fedha zao kutolewa, wahadhiri wakisema shilingi bilioni 2.73 zilizotolewa na serikali hazitoshi. <tipo> Si Nairobi pekee, kaunti za Bomet na Nyeri wahadhiri zaidi walijiunga kwa maandamano wakiendelea kushinikiza serikali kulipa deni When the We will go back to class. But at the moment, we are on strike and we are not listening to any other quarters apart from our national office. Huku wahadhiri wakishinikiza matakwa yao, wanafunzi chuoni wamesalia bila masomo, baadhi wakijisomea wakisubiri, huku wengine wakijihusisha katika michezo. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.